Habari wana football science, habari wana science ya mpira. Karibu tena kwenye kipindi chetu pendwa cha Gen Fumbwe Soccer Class, kipindi ambacho si tu kina kuchambulia mpira bali kina kufundisha mpira na kukuelimisha mpira wa kisasa kwa kufuata misingi ya football science. Leo kwenye kipindi chetu pendwa cha Gen Fumbwe Soccer Class utakuwa na Mike King of football science, journalist fumbwe almaarufu kama Gen Fumbwe nikikuletea mbinu tano za Simba zilizoiangamiza Nsingizini kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza wa ligi ya mabingwa Afrika. Elewa kuwa huu si uchambuzi wa kawaida. Huu ni uchambuzi wa kisayansi, uchambuzi wa kitaalam, uchambuzi unaotegemea ushahidi wa video za mechi yenyewe. Hivyo chochote nitakachokizungumza katika uchambuzi huu utakiona kwenye ushahidi wa video nitakazoziweka. Uzuri, niliahidi kwamba ninawaletea uchambuzi wenye ushahidi wa video, ili ukidanganywa huko kwengine ujue kabisa huyu anatupiga uchambuzi halisi. Tayari le King of Football Science journalist Fumbwe almaarufu kama Gen Fumbwe ameshamaliza, ameweka na ushahidi kabisa. Twende ukaone Dimitar Pantev na mbinu zake za maangamizi zilizosaidia simba kupata ushindi mnono no, dhidi ya Nsingizini. Yes, nisikilize kwa makini. Mfumo ambao wametumia Simba Sports Club ulikuwa ni 4231, ambapo kwenye backline alisimama eh, kushoto alikuwa ni Mligo, kulia alikuwa Shomari Salum Kapombe, rushaina na nangu. Sawa, Double pivot sawa. Double pivot ilisimamiwa na Nabi Kamara, Jean Charles Ahoua. Hapa kwa Jean Charles Ahoua, lazima niwaeleze vizuri, ili ukienda kusikia huko wengine wanaosema kama wanachambua mpira, ujue kabisa uwe wewe umeelewa zaidi kuliko wao. Mimi nimekwambia si tu kinachambua, bali pia kinakufundisha mpira katika misingi ya football science. Sasa hapa na kuchambulia na kukufundisha, nitakuonyesha na ushahidi wa hiki ninachokiongea. Nimeishia kwenye dab pivot ya Nabi Kamara na Jean Charles Ahua na i, midfield ya kushambulia offensive midfield ilikuwa na watu watatu, ambapo kuchoto alikaa Eli Mpanzu Kibisa wala hapa, katikati alisimama Budo Mutale Joshua, na huku alisimama Mahema, sawa. Namba tisa, ambayo ndio central striker, alisimama nani? Gomez Sele. Hii ndio orodha ya Simba iliyoanza, na hivi ndivyo walivyo operate, na ndiyo kazi kubwa sana walioifanya kipindi cha kwanza, ambapo kipindi cha pili ilikuja kumaliziwa baada ya wapinzani kuchoka kutokana na intensity kubwa sana walioitumia kipindi cha kwanza, huku e, system of operations na mfumo ikawa ni mgumu sana kwao. Kwa hiyo mfumo huu wa 4231 Simba Sports waliutumia sana katika eneo la ulinzi. Kwa hiyo muda wote walipokuwa wanalinda, walihakikisha hii ndio umbo lao la ulinzi la ulinzi la 4231 kama nilivyosema, walikuwa na backline wa nne, walikuwa ilikuwa na viungo wa zuiaji ambao wanalinda hii safu ya ulinzi, walikuwa ni wawili, ambaye ni Nabi Kamara na Jean Charles Aua, na viungo washambuliaji walikuwa ni watatu, Ahema Butale Mpanzu Eli Kibisawala alafu huku juu akasimama. Sasa hivi ni kuonyeshe kwa ushahidi, twende kwenye picha ili usiseme, ah, le king of football sansi huyu mbona anatupiga kamba, hatujaona mpira huyo. Kwa sababu wengi sana wanakwambia wa uliangalia mpira gani? Sasa mimi ndio nawaambia nyinyi, nyinyi mliangalia mpira gani, kumsingizia Charles au huyu Jean Charles au ha, kama alikuwa nambari kumi jana Jean Charles ha katika hii mfumo wa jana jinsi walivyokuwa wanacheza, alisimama kama box to box, box to box, na nambari kumi alikuwa ni Budo Mutale, Budo Mutale ambaye ndio alioperate, alioperate kwa watu. Kitu ambacho wasichokijua ni kwamba tu kwenye system of operations kulikuwa na mabadilishano ya nafasi, lakini ni kwa muda fulani mfumo ambao walikuwa wametumia katika ulinzi. Twende kwenye video uone kilichoongelewa, uone nilichokisema na u... ili ukienda kusikia kwa watu huko umwambie bwana, wewe uongo. Twende darasani kwa Le King of Football Science journalist Fumbwe, akakufundishe ili uelewe mpira kisayansi, na usiwe tu unaongelea mpira, unaongelea kitu amba... Yes, natumai umeweza kuona kwa macho yako kitu ambacho nimekizungumza kwenye hii tactic board yetu. Sasa ngoja niendelee kukupa shule ili huwe mtaalamu wa kuangalia mechi, usiwe tu na mwemko wa kukariri au usikie tu watu wakwambia, watu wamecheza na double ten wamecheza na double eight, halafu kiuhalisia hakuna hicho kitu. Hivi ni vitu ambavyo vina ushahidi. Niliwaahidi nitawachambulia kwa ushahidi, na huu ushahidi ndivyo wanavyokuja sasa. Sasa let's go to the point, sawa. Jinsi hii timu ilivyokuwa ina operate. Hapa ndipo watu wengi nao wanatakiwa wawe makini, sawa Simba Sports walivyokuwa wanaanzisha, e, wanajenga mashambulizi kutokea nyuma, jinsi walivyokuwa wanakaa, ndipo hapa watu wengi pia wameshangaa, ndio hawakujua jinsi Joshua Mutale Jean Charles Awa walikuwa wanacheza vipi. Sasa sikiliza, nitakueleza tena hapa, nitakupa na ushahidi wa video wa mechi ya halisi ili usiwe mwenye kuyumbishwa, usiongopewe na watu ambao wazuri sana kwenye kuongea. Ushahidi hawana, ushahidi ni huu. Wakati Simba inajenga mashambulizi kutokea nyuma, hivi ndivyo walivyokuwa wanacheza. Shomari Salum Kapombe huyu moja kwa moja, ndivyo alivyokuwa anakaa, anakuja mpaka hapa katikati ya uwanja Mligo alikuwa anakuja mpaka hapa katikati ya uwanja. Dirok Rushan Dirok anakuja tanua huku mwisho kabisa, sawa, kwenye wide space u sawa. Wakati Nangu naye alikuwa anakuja hapa halafu sasa mzee mzima mze, ndiyo mze, mze, hile ambaye muda wote alikuwa analinda backline yeye anashuka hapa, si mwingine bali ni Nabi Kamara, Nabi Kamara hapa. Kwa hiyo walivyokuwa wanaanza mpira unakuwepo hapa, si ndivyo? Yes, hiyo moja. Sasa wakati hawa watatu wako hivi, sawa, watatu nikimaanisha huyu Rushain de Rock, Nabi Kamara na Nangu, hapa ndipo watu wengi huwa wanachanganya. This is a buildup play Sawa, watu ndipo walipokuwa wanachanganywa watu ndipo walipokuwa wanachanganywa wasijue Mutari alikuwa na anacheza nafasi gani? e, Jean Charles au ha alikuwa na anacheza nafasi gani hadi wanamsingizia akasema wana ni nafasi nambari kumi. Sawa, sasa baada ya hawa watatu kuwa katika ili umbo la kuanzisha mashambulizi sawa, Jean Charles au ha ilikuwa anashuka hadi hapa hakikisha analinda hii nafasi, kama lolote likitokea, kati ya huyu na huyu yeye anaweza kuweka mambo sawa. Na huyu Budo Mutale, utamuona hapa Budo Mutale. Sa, walikuwa hawakai sehemu moja Mutale. hii ni kwa nini? Nitakuletea na wapinzani nao ni, hii ni tactical, but, nitakuletea na hao wapinzani watakuja kuleta shinikizo kwa Simba ili uone jinsi mpira unavyoendeshwa kisasa, mpira unavyoendeshwa kisayansi, sio maneno matupu. Ushahidi wa video unakuja, sawa. so, huyu ambaye ni Mahema, niliwaambia kwamba jana alikuwa anacheza kama e, kiungo mshambuliaji wa upande wa kulia. Yeye nafasi yake kuu eneo lake kubwa lililokuwa ameambiwa atembee nalo ni upande wa kulia na kwenye hii half space siju. so, mnaona hii half space, hili ndio eneo ambalo la mahema ambalo alikuwa anatembea nalo. Kwa hiyo huyu mahema ilikuwa anasubiri hapa katikati -kati. ama anasubiri hii, ni kwa nini? kwa sababu Simba walivyokuwa wana build from back, nambari tisa wao ilikuwa anatoa shinikizo kwa na... wapinzani wa Simba nao muda mwingine walikuwa wanaleta shinikizo wakati Simba ikitengeneza shambulizi kutokea nyuma. Sawa, unakuta huyu analeta shinikizo huku, sawa, huyu naye anakuja na huyu nambari saba ana, hawa wanakuwa wangapi? Wa nne. Kwa hiyo ukiangalia Simba itakuwa moja, mbili, tatu, nne, tano. Simba katika ujenzi wa mashambulizi wa kutokea nyuma walikuwa wana, n, na 3 2 lakini hii 3 2 Mahema alikuwa anaongezeka pindi huyu na nambari tatu wao left back wao huyu, right. Huyu left back wao. Anakuja kuongeza pressure kwa Rushine the Rock, kwa hiyo unaangalia hii namba ya wapinzani kwa moja, mbili, tatu, nne, tano sasa huyu ndio ilikuwa anakuja ili watengeneze hizi triangles. Hizi triangles. Hapa ndio mpira wa Simba ulikuwa unapigwa na ndio kilichowachanganya kwa hiyo usija kaniona like king of football science, napiga roporopo like king of football science nini, unaongea muda huo. Tutaenda kwenye video ili ushuhudie. Kwa hiyo utamwona mahema atatoka hapa, atakuja hapa ili kutoa support katika hili eneo. Kunakuwa na triangle na options za kutoa pasi nyingi. Hivi ndivyo Simba walivyoweza ku build from back na kuondoa presha ya wapinzani, muda mwingi walivyokuwa wanaleta presha wao, ndio walikuwa wanatengeneza hivi. Sasa watu wengi jinsi walivyokuwa wakimwona Budo anakuja hapa, lakini hii ni kwa ujenzi wa mashambulizi tu kutokea nyuma. Utaona kazi ya Budo kwenye video za mbele huko, kwa sababu leo nimesema naleta vitu kwa ushahidi. Kwa hiyo hapa umemwona Jansha au ha ni huyu hapa, huyu hapa ni Budo, huyu, huyu, huyu hapa ni Budo sawa na huyu ni mahema pale. Huyu nambari tatu wa mpinzani alivyokuwa anaenda kwa, alivyokuwa amebaki huku kumzuia shomari salum Kapombe hapa, basi, huyu ilikuwa yeye anasubiria sasa, wanaume waje wao, wanasogea hivi na mpanzu, sawa eh? Papu, mpira ukisha kuja huku sasa, ulikuwa unamwona budu anarudi rudi zake hapa. Nisiongee kwa maneno vitendo na ushahidi wa video, twende zetu. ye yeah. Sasa nadhani tumeshajionea majukumu ambayo alipewa Jansha au ha, katika mechi e, ya jana, hivyo watu wakae wakijua mpira, hivi ndivyo ambavyo huchambuliwa mpira. Si miemko, mpira sio blabla, mpira ni facts. Nimewapa facts mjue majukumu ya John Charles hawa, majukumu aliyokuwa nayo Joshua Mutale eh, majukumu alikuwa nayo Mahema, majukumu alikuwa nayo eh, Eli Mpanzu Kibisa wala sasa, tumeshaona majukumu ya kiulinzi waliokuwa nayo wachezaji hao. Sasa tuende katika sehemu ambayo ni muhimu sana, sehemu ambayo ndio ushindi ulipotengenezwa kwenye attacking, na mbinu za kiufundi ambazo zimetumika kuwaangamiza wapinzani wa Simba jana. Yes, nimeanza na mahema pamoja na Eli Mpanzu Kibisawala wakiwa kwenye hizi half spaces. Mpanzu akiwa kwenye half space ya kushoto, Mahema akiwa kwenye half space ya kulia. Hivi ndivyo ambavyo walitakiwa jana wa operate. Ukiona mchezaji either Eli Mpanzu amefanya interchange, basi ile ni jukumu la ziada tena, zimetokea ni rare cases, rare cases ambapo yeye alikuwa akiforce kuingia ndani, basi kuna mwenzie itakuwa ana cross outside. Sasa hayo ndio majukumu. Sasa haya majukumu ilikuwa ni mitego, umeona, katika defensive duties ambazo zilikuwa zikifanywa na Simba, ulikuwa humuoni eli mpanzo kibisawala akionekana katika hayo majukumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mahema ilikuwa tayari ameshashuka. Kwa hiyo mahema kama ameshashuka huku chini katika kuongeza e, namba ya wachezaji wa Simba katika overloading, basi yule eli mpanzu kibi sawala alitakiwa abakie kwenye nje, lakini juu ya mstari wa katikati halfway line pale hakutakiwa asubiri, ili kama ikitokea transition yoyote ile basi mpira ule ulikuwa lazima ufike kwa e, wide attacking midfield yani, kiungo mshambuliaji wa pembeni, ambapo hii mipira ilikuwa inapigwa either kwenye channel ya half space ya kulia au half space ya kushoto. Either mahema akiwajuu, basi mpira utamkuta yeye, kama ni Elimpanzu kibisa wala akiwajuu, mpira utamkuta yeye, na hii ndiyo yaliyotokea kwenye mashambulizi kadhaa likiwemo hili hapa. Jansha ahuaa baada ya kupokea mpira kutoka kwa e, Mutale aliupiga ule mpira moja kwa moja kwa Eli Mpanzu kibisawala upande wa kushoto, ila alikuwa riski kutokana na mambo kuwa mengi kule mbele. Sawa, hiyo moja na ya pili. Katika hiyo pia angalieni ujenzi wa goli Akibu Dennis aliyopokea pasi kutoka kwa Abraham. Hivyo ndivyo ilivyofanyika, kwamba unapopatikana mpira ikiwa ni kwenye positive transitions kwamba mpira walikuwa nao wao, sisi tumeochukua, basi hakikisha ugusi tachi zaidi ya mbili, ule mpira unatakiwa ufikishe kwenye half space mbele ya mstari wa katikati, ili yule attacking midfield wa pembeni ambaye anatakiwa awe kwenye channel half space ya kulia ama ya kushoto ule mpira akutane nao. Ndicho hicho kilichotokea kwa Kibu Dennis kwenye goli lile, kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vina evidence. Unatakiwa uelewe kabisa kwamba hapa hatuchambui mpira, bali tunafundisha mpira kwa kupata misingi ya fo football science. Let's go, tukaangalie video tujue ukweli ni upi. Yes, natumai umeona na umefurahia jinsi ambavyo ei yanayoyaongea yana ushahidi. Sasa twende tukamalize na tufunge kipindi chetu kwa kuona hiki kikubwa ambacho kimezalisha na kuchangia ushindi kwa asilimia kubwa sana, ni kipi? Yes, ni namna Simba jinsi alivyokuwa anafanya mashambulizi na kufanya overloading mbele kule, yani hii utaiona wakati muda wote walipokuwa wana, wamesha break hizi eh, line ambazo zinazuia, basi huku mbele ilikuwa ni mshike mshike. Utamkuta nambari tisa first half alivyokuwepo sele na second half alivyokuwepo soa, yani ndivyo hivyo hivyo, huhakikishe kwamba tu hawa jinsi wanavyokuwepo basi, hawa hii jamii yote inakuwepo huku kulikuwa na minimum ya watu watano, minimum ya watu watano. Na Shomari Kapombe, naye angalieni vizuri jukumu lake. Mwisho alikuwa anatakiwa aishie hapa, hata Mligo pia ilikuwa akipanda na alikuwa anatakiwa aishie hapa kwenye edge ya boxi, sawa. Nimesema si mmetaka kujua, basi ngoja niwafundishe mpira hapa. Lakini hii namba ilikuwa inahakikisha watu watano lazima wawepo yani kwenye attacking huwe na 4 3 3, sawa, wakati hawa wanaume wengine wana hema. Sasa hiki ndicho ambacho kilikuwa kina muda mwingine, kama huyo asipokuwepo hawa wakiwepo, sawa. Ahua alikuwa na tweta hapa nje, ndio maana nimesema majukumu ya Ahua kwa siku ya jana, angalia kwa jicho la tatu, usikariri kwamba Ahua ni namba kumi. Aa, hapo utakuwa umepotea vibaya mno. Jukumu la huwa jana tofauti kabisa unavyofikiria. Wewe angalia vizuri video hizi ushahidi huo ili upate uelewa. Mimi nimesema nawafundisha football kwa misingi ya football science. Asanteni, tuangalieni video huo ndo ushahidi nilikuwa nao, wala sina longolongo -longo. Otherwise nikutakie narudi

ya yeah. Natumai ubongo umeshiba football science kupatia uchambuzi ya yeah, kinifu ambao umefanywa na le King of Football Science journalist Fumbwe ali maarufu kama Jen Fumbwe kupitia uchambuzi na ushahidi wa video. Basi nami nikuombe kuombe kitu kimoja tu, usisahau kusubscribe kwenye channel yetu hii ya Jen Fumbwe soka klasi ili uwe wa kwanza kupata update zote za football science pindi tutapokuwa tunaweka. Karibuni, asanteni.